SSM wa mkoa wa Kagera ni kupaza sauti nyingine. Kwenye risala iliyosomwa na wahitimu, kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo ameweka nguvu kubwa sana kuwekeza katika elimu ya ufundi, na leo sisi ndani ya mkoa wetu wa Kagera ni moja ya wanufaika wakubwa tuliopata chuo kizuri, chuo kinachopendeza ambacho kinaendelea kutoa wahitimu kama ambavyo tumewaona hapa mbele yetu, naomba tumpigie makofi ya kutosha Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mkuu wa chuo, ni kushukuru wewe na management nzima kwa kuendelea kukitunza chuo chetu. Tangu chuo kilipozinduliwa mpaka leo, chuo kimeendelea kuwa kipya badala ya kuzeeka. Naomba tumpongeze sana mkuu wetu wa chuo. Mheshimiwa mgeni rasmi Jambo la pili ni kwa wahitimu, niwaombe sana wahitimu wa chuo mliohitimu leo kwa wingi wenu, mnafahamu kwamba ninyi mpaka mmefika hapa, mnao watu waliowawezesha kufika level hii mlioko leo. Wadau wa kwanza waliotuwezesha sisi tufike level hii ni wazazi wetu walioko mbele yetu, naomba tuwapigie makofi wazazi wetu hawa wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnasoma mnafika levu ya kuitwa wahitimu katika siku hii ya leo. Zawadi pekee tunayoweza kuwapa wazazi wetu ni kwenda kuwa vijana wazuri, wahitimu wazuri, tutakao kwenda kuleta matokeo chanya kwenye familia zetu. Nafahamu kwamba wazazi wametumia nguvu kubwa kuwekeza kwenu, kwa sababu wanayo matarajio na mategemeo makubwa kutoka kwenu miaka mitano iliyopita na mimi nilikuwa nimeketi kama ninyi, nikiwaangalia wageni wa mbalimbali wakitupa waki, waki, waki nasaha. Leo na mimi nimeketi huku, naamini na, na ninyi kupitia malengo mlionayo, miaka miwili mitatu itakayokuja mbele, mtakuwa mmeketi meza kuu na watu wengine wanawasikiliza. Pigeni makofi ya kutosha. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba serikali yenu imejiandaa kikamilifu kuwapokea Mnafahamu kwamba leo tunalo tatizo kubwa la ajira kwenye nchi yetu, lakini serikali yetu serikali ya chama cha mapinduzi imeendelea kuboresha ma mazingira ya ninyi kwenda kujiajiri mitaani. Leo kupitia serikali yetu, zimetengenezwa karakana mbalimbali mbali za vijana ambazo zimejipanga zime vizuri kuwapokea wahitimu wa VETA ili waende kukuza bunifu zao kwenda kuanzisha mitaji yao kuanzisha biashara zao na muweze kukopesheka kupitia halmashauri zetu na serikali yetu. Pigie makofi serikali yetu ya CCM. Jambo la pili, wadau wengine waliotuwezesha sisi leo tukafika level hii, mnafahamu kwamba ni serikali yetu ambayo imeleta walimu, imeweka madarasa, imetuwekea chuo na leo mnahitimu kwa sababu ya mazingira mazuri ambayo serikali imeweka nguvu kwenye kuboresha chuo chetu. Ninaloweza kuasa nikimalizia, naomba sisi kama vijana twende tuwe mabalozi wazuri wa kuimarisha usalama, wa kuimarisha amani, wa kuimarisha utulivu wa nchi yetu. Tunafahamu kwamba bila utulivu, bila amani, bila umoja, bila mshikamano hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika kwenye nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu twende tuwe mabalozi wa kudumisha amani wa kudumisha upendo na mshikamano kwenye maeneo yenu ambayo mtakuwa mmeyafikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, nimalize tu akambili, kwa sababu nimepewa dakika mbili kwa kukushukuru kwa mara nyingine, wewe binafsi kuja kuungana na chuo, lakini na mimi niwaunge mkono kwa hiki ambacho mzazi amekianzisha. Tunafahamu jitihada zilizowafanya hawa wa leo hii zimewezeshwa na walimu wetu, kwa na mimi ntawaunga mkono kwa kuhakikisha kile ambacho wazazi wamekianzisha pale, na mimi natia mkono wangu ili kesho shughuli ya walimu iwe nzuri. Kwa hiyo, ndugu mgeni rasmi, uniruhusu na mimi nitakavyokuwa namaliza hapa, wamesema wanaandaa keki, basi na mimi niseme naandaa, niwawekee mbuzi mmoja ambaye atakuwa amenenepa kwa ajili ya kwenda kuifanya shughuli yao ya kesho, baada ya sherehe ya leo iwe nzuri. Makofi mengi bila shaka, mheshimiwa mgeni rasmi, bila shaka mbuzi huyo mnene. Naona mwenyekiti wangu wa vijana wakati, hebu simama huyo. Alikuwa ananisumbua sana, anaambia, bwana, walimu wamefanya kazi kubwa, tupate mbuzi angalau watu waweze kunywa supu. Na mimi nikasema, mbuzi mzuri mwenye hadhi ya supu ya walimu wenye hadhi ya chuo kikubwa kama hiki, bila shaka, sio shilingi laki moja mbuzi huyu atagharimu shilingi laki tatu na atazitoa mimi. Leo leo nakushukuru sana.